Tuelekee sasa katika kaunti ya Busia, eneo bunge la Teso, na kwamba wazazi na baadhi ya viongozi wa usimamizi wa shule ya msingi ya Kakoit, eneo bunge la Teso Kaskazini, katika kaunti ya Busia, wamelalamikia kutelekezwa kwa shule hiyo na baadhi ya viongozi, walimu wakilazimika kutumia choo kimoja na wanafunzi na pia darasa la chekechea kuweza kutumika kama ofisi, huku ikikabiliwa na tatizo Apate taarifa hiyo. Shule ya msingi ya Kakoit ni mojawapo ya shule zilizoanzishwa zaidi ya miongo mitano iliyopita yaani mwaka 1974 na sifa za viongozi tajika kupata elimu katika shule hii au kuwa majirani, japo hali yake haisemezeki, ikiwemo hali mbovu ya madarasa. Hili ndilo darasa la chekechea ambalo linahudumia shule hii kama afisi ya walimu, store ya kuweka mali ya shule, huku sakafu ikiwa vumbi tele, hali ambayo inatajwa kuongezeko la funza miongoni mwa wanafunzi shule. Nimeona ni shule ambalo lilijengwa kitambo sana, kwanza mateso ya wanafunzi kukosa madarasa na hali ya mazingara, pia huwa wanaletea watoto shida, ndipo hawatakuwa wakielewa masomo yao. Hii darasa na yani hii shule yetu vile ilivyo madudu zinaambukiza kupitia kwa vumbi. Asina simiti, upepo ikakuja ikabeba pa watoto wetu saidi mimi mwenyewe. Kuna watoto yananiita mimi anti wanaishi hapa kwangu na wana, wanasoma kwa hii shule. Ni vigumu sana mtoto atakuwa kwa viatu akifika nyumbani anakuambia mama kuna kiti inanowasha. Na ukishamtoa leo kesho bado itamrudia. Aidha, walimu na wanafunzi wa shule hii wanategemea choo hii iliyojengwa mwaka elfu mbili na tisa huku kando yake madarasa yaliyokuwa yanategemewa na baadhi ya wanafunzi kusalia katika hali hii licha ya paa zake kupeperushwa na upepo miaka kadhaa zilizopita. Wazazi wanalalamika kuwa wanafunzi hueneza funza wanaporejea makwao kutoka shuleni, hali ambayo kwa sasa inasalia kuwa changamoto kubwa sasa Watoto wanapotoka nyumbani wako wasafi, wakifika hapo, kwa sababu mradi mtoto ni mtoto tu, lazima atafua hizo viatu akuja acheze na wengine, kwa hiyo mavumbi sasa. Baada ya hiyo, tutapata mtoto amepata hiyo dudu na amekuja nayo wapi? Nyumbani, na dudu ikishafika nyumbani haitauma mtoto peke yake, mpaka itafika hata kwa mtu mkubwa. Hiyo chafu ndio inaleta hiyo dudu, mko nyumba, hata kwa shule hapa. Baadaye watoto nakaa iko kama hapa nini? You do hii shule hata vioo hatuna, tunashare vioo na watoto wa ECD, primary level na junior school. Walimu hawana mali pa kwenda kujisaidia. Darasa la ECD watoto wanasomea chini ya mti ambapo huo mti pia kuna nyuki. Wanahitaji hali hii ya shule kuwa kinaa kikubwa, ikizingatiwa kwa viongozi tajika kutoka eneo hilo akiwemo mbunga sasa huko Kaunya alisomea katika shule hii mbali na viongozi kadhaa wa kisiasa na maafisa wakuu serikalini kutoka eneo hili. Uh, la kwanza tulikuwa tuko na mbunge wetu ambao ni Okuu Kaunya mmoja, ambaye aliyeanzishwa hii shule wakati ilianza mwaka wa 1974. El, alafu kuna PS Atosia kuna Okuu Kaunya kuna Aisaka wa Malwa kama awa... Area MCA na nominated MCA Rose Amoit, tunawaomba tafadhali waingilie kati. Pesa ya serikali hatuoni kwa hii shule ya CDF hatuoni. Huyu uh, hata usia pia uh, ni jirani ya hii shule lakini sijui anaangalia anatumaia an, an, kutufanyia nini kwa hii shule yetu. Hata hivyo, mamia wanafunzi wa shule hiyo walioathirika nafunza wamepata nafuu baada ya kutembelewa na Wakfu Odilokea na kupata matibabu dhidi ya funza kuwapa viatu pamoja na uhamasisho, kitendo ambacho kimepongezwa na wakazi. Mimi ni mkazi wa hapa kwa upande wa Jigas. Nashukuru sana Odilokea kwa kukuja kuangalia watoto wetu na wazee wetu na wamama wetu ambao wameumizwa na hao wadudu. Madarasa yale hao watoto wanakaa ndani sio mazuri, lakini uh, vile Odilokea ameleta hii madawa kuua hizi dudu kama anaweza kumbuka uh, kutujengea hata darasa moja kwanza, itakuwa ni, uh, ni shukurani kubwa sana uh, kwa ile kazi na moyo wake usafi. Kwa upande wangu nawashukuru kwa ile Dilokea. Nasi ile shida tu itakuwa hapa ni kwamba saa hizi wamesha tibwa a watoto, lakini bado ile shida tu iko, kwa sababu madarasa zetu hazijawahi wekwa simiti. Festus Mchanji, Emmanuel Murunga na Luisa na Ududu ni maafisa kutoka kwa Wakfu Dilokea na wanaelezea sababu iliyowachochea kutembelea shule ya msingi ya Kakoit na kuonyesha ukarimu huo so uh, we are trying to uh, make sure that we eradicate these jiggers because these students are being uh, disturbed so much uh, by these jiggers they cannot even learn and concentrate very well so that's why we're here under the management of Frederick Odilo uh, so that we can be able to to treat these, these jiggers so today we've come here at least to rescue these, people from this jiggers pandemic viongozi wa huku, we don't know what you are doing, these learners are suffering. Iwapo mnaweza kuja kutunga mkono tuweze kusaidia hawa wanafunzi, tungeshukuru sana. Robert Malala, Nyota TV, katika shule ya msingi ya Kakoit, ene ubunge la Teso Kaskazini, kaunti ya Busia. Na asante Robert Malala kwa taarifa hiyo kutoka kaunti uh, hiyo ya Busia uh. Bila shaka mtazamaji, na nimekuambia kwamba hata hivyo, ofisi ya mbunge wa Teso Kaskazini Oku Kaunya uh, kupitia kwa mwenyekiti wa CDF Opangala imeker imekiri hali hiyo na kusema kuwa wanaweza kufanya mazungumzo na usimamizi wa shule hiyo ili kuweza kutafuta suluhu la kudumu japo wanakumbwa na kucheleweshwa kwa fedha kutoka kwa serikali kuu. Naamini kwamba pesa hizo zitakapoingia, basi wataweza kuajibika.